Leo nimesimama hapa kama kiongozi wa moja ya vijana e, wa Chama cha Mapinduzi e, wilaya Moshi vijijini. Tumeona hivi karibuni kumeundwa wizara ya ujumla. Hii ni wizara hii wizara ni ishara ya dhahiri kwamba vijana wanatambuliwa kwa rasilimali na sio kero katika taifa letu. Kila changamoto ya vijana, iwe ajira, elimu, ujasiriamali, inapata uzito wa kitaifa kwa sababu tunayo wizara rasmi ya vijana. Lakini ndugu zangu, vijana wanapewa mlango rasmi wa kushirikiana na serikali badala ya kuwa wanasubiri masuala yao yasikilizwe tu. Tumeona hata juzi eh, waziri wetu wa vijana Nanauka, Mheshimiwa Nanauka anavyopita katika mikoa mbalimbali mbali, kusikiliza vijana kero zao na kuwashirikisha katika wizara hii ya vijana. Hii ni maendeleo makubwa katika taifa letu. E, ni muhimu kuelewa wizara hii e, ina kila sababu ya kuwasaidia vijana. Si vijana kuna kila sababu ya kukimbilia wizara hii kwa ajili ya kupata maendeleo ya sisi vijana. Kwa miaka mingi, changamoto za vijana zimeishia kwenye majukwaa ya sio rasmi. Sasa, kwa wizara ya vijana kila changamoto ya kijamii inashughulikiwa kwa mpango wa kitaifa uwezekano wa migongano ya kijamii ya kisiasa utapungua, lakini pia vijana watapata nafasi ya kushiriki kamilifu katika uongozi wa maendeleo, nikiwa na maana kwamba wizara hii iko spesifiki katika wizara katika masuala ya vijana, maana yake inakwenda kuhusika masuala moja kwa moja na masuala ya vijana. Kwa hiyo vijana watapata fursa ya kubisha wapi hodi katika kuleta maendeleo ya vijana katika masuala ya mikopo, elimu, ajira na masuala ya elimu na mambo mengine. Hii inahamasisha vijana kuwa washiriki na si walalamikaji na kuunda mtazamo wa ushirikiano na ujenzi katika taifa letu. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya vijana wilaya ya Moshi vijijini na vijana wote, hatutaki tu kuona kama ni zawadi katika wizara hii, bali kama dhamana kubwa ambayo tumepewa sisi vijana, na kila kijana ana jukumu la kuwa chachu ya maendeleo katika taifa letu. Kila kiongozi wa vijana na kila kijana anapaswa kuchukua nafasi ya kimaadili na kiutendaji katika kuchangamkia fursa hii.